Serikali kupitia wizara ya elimu imekanusha e, madai kwamba serikali ilizuia e, awa wanafunzi kuperform hii play yao ya Echoes of War, huku akisema kwamba au wenyewe ndio walikataa kuiperform pale na kuondoka jukwani. Na hii play imeleta utata sana, kwa sababu ni play ambayo inaangazia vijana vile wanapambana na serikali, na nimesikia tu vile maneno ambayo iko katika hiyo play Ukisikia kwa makini unapata kwamba ni kama wanazungumzia rais <laughs> moja kwa moja, yaani hakuna ya ta takuficha. Utajua tu huyu hawa wanalenga <laughs> labda rais na mambo kama hayo, yaani mazungumzo yake like. Kwanza hii ya sijui yes. Mambo ya kutaja taja mabarabara, mambo ya nini, it is directly <laughs> maswala kama hayo <laughs> kwa hivyo huenda hilo labda ilikera wa ndani wa serikali na ndiyo labda imeleta utata pale msikilizaji, lakini ni, ni mjadala ambao nafikiri kwamba tunafaa kuizungumzia kwa sababu ninasikia hata baadhi ya viongozi wakizungumza wanasema kwamba bwana uh, Malala ambaye ndiye mwandishi wa iplay alikosea kuweza kuingiza masuala ya kisiasa uh, kwa watoto especially watoto ambao uh, umri wao hata haijafika miaka kumi na nane, lakini kuna wengine wanasema kwamba hii ni mojawapo, hii ni sanaa, hii ni mojawapo ya njia ya watoto kujieleza ama creativity ya kuweza kujieleza kutumia uh, sanaa ama kutumia play na mambo kama hayo. Wanasema kwamba uh, pia Kenya ni nchi ambayo iko huru na kila moja kuna uhuru wa kuweza kujieleza kwa njia anayotaka pale. Kwa hivyo hamna haja serikali kuogopa kwamba hiyo play labda ingeathiri E, labda mtu fulani ama ingemulika wa serikali na mambo kama hayo, lakini wengine wanasema kwamba hapana, hata kama ni play ambayo inaangazia hayo maswala, ainge e, wachiwa watoto waweze kuiangazia pale, kwa sababu inaleta picha mbaya, inaleta mafunzo mbaya kwa wale watoto na mambo kama hayo. Lakini ningependa kupatia mashabiki waweza kutoa hisia zao kuhusu e play. Wewe, maoni yako ni yapi? E, ni sawa wa Kenya waruhusiwe kuweza kujieleza kupitia sanaa na mambo kama hayo, ama ilikuwa ni vibaya kutumia watoto kuweza kuangazia masuala ya kisiasa na mambo kama hayo, msikilizaji?